Hujipatie suluhisho la afya uzazi kwa wanawake na wanaume. Ndio tunatoa suluhisho la afya uzazi kwa wanawake kama vile mirija kuziba, hali ambayo inapelekea mwanamke kushindwa kupata ujauzito, magonjwa ya uzazi kama vile PID, fangas na UTI sugu, maumivu makali wakati wa tendo la ndoa pamoja na wakati wa hedhi, kutokwa na uchafu ambao unaambatana na harufu kali, vilevile mimba kuharibika mara kwa mara. Tunatoa suluhisho la afya uzazi kwa wanaume, kwa wanaume ambao wanashindwa kuwapatia ujauzito wanawake, hali ambayo inapelekea ndoa nyingi kuvunjika, wanaume wenye changamoto ya stress na wenye changamoto ya kushindwa kurudia tendo, vilevile wanaume ambao wana changamoto ya kukosa hisia na mwenza wao. Na kama haitoshi wanaume waliopata changamoto ya wa madhara kujichua. Wapo wengi ambao wamepata suluhisho na tiba ya changamoto zote za afya ya uzazi, hasa wanaume. Usisite kuwasiliana nasi leo, usione